Hatua inayofata baada ya kutengeneza duka ni kuweka sasa bidhaa, ni kuweka bidhaa. Bidhaa unaziweka kwa kushuka hapa, hiki kisehemu cha pembeni hiki, my shop. Sasa unaenda kwenye items, basi bonyeza hapa items. <laughs> Basi baada ya kurudi hewani, kurejea hewani, mambo ya umeme ah, tunakwenda kuona namna ya kuweka bidhaa. Basi kwa faida ya wengi, nilisema kwamba bidhaa zinawekwa kwa kuangalia hivi. Hii sehemu hii, duka umeshatengeneza, sasa ni hatua ya kuweka bidhaa. Kwa hiyo utabonyeza hii sehemu ya my items, sawa. So, ukishabonyeza utaload na itakuletea ukurasa wa namna hii. Utaona sehemu ambapo kuna sehemu ya add item, utabonyeza hapo. Ukishabonyeza, ukurasa uko na maelezo mengi. Uh, kuna sehemu ya kuweka picha, hapo utaweka picha ya hiyo bidhaa yako, picha kuu inayowakilisha hiyo bidhaa. Basi ukibonyeza hicho kialama, kitakuletea sehemu ya files. Unaweza kufungua hapo na unajua mwenyewe picha ambapo umeiweka. Kwa mi yangu iko gallery mm. Hizi ziko hapa. Bidhaa yangu ya kwanza ni haya mafuta, kwa hiyo naigusa hiyo picha. Inaendelea kupakiwa katika muda mfupi, ikishapanda utaona ukurasa wenyewe unaji refresh. Tayari bidhaa ndiyo hiyo, basi hapa naandika mafuta ya yeah, nyonyo au mafuta ya uh, mafuta ya upara uh, na kama una picha zaidi, unaweza kuongeza hizo picha ili kuweza kuweka uh, bidhaa katika engo tofauti tofauti kwao. Hiki kitufe ndicho kinacho kusaidia kuongeza hizo bidhaa. Kama kawaida, gallery bidhaa ina picha nyingine ambayo itapanda. Ikishakamilika utaona inakaa hapa, umeona tayari kuna hiyo, lakini kuna picha zaidi, labda jinsi unavyozalisha. Kwa hiyo na yenyewe pia uta, kama kawaida, umebonyeza ile, adi imekuja hapa, unachukua files au kulingana na simu yako vile inavyojionyesha. Unaweza ukaweka bidhaa picha zaidi. Kwa mimi labda nina hii uzalishaji hii, lakini hii inafaa zaidi. Kwa hiyo, baada ya kuweka picha, unaweza kuweka picha nyingi upendavyo. Unaweza ukaendelea na hatua zinazofuata. Type acha physical kwa sababu ni kitu halisi kinachouza ni kitu physical. Category utachagua hii ni nini, labda ni vipodozi au ni dawa za kienyeji jadi au ni picha kwa hiyo, sisi hii ni cosmetics, tutachagua hapa. Basi tags sio lazima sana. Lazima uweke bei ya hiyo bidhaa. Mimi nauza haya mafuta kwa shilingi elfu tano, naweka namna hiyo, labda bei ya kuuzia, i mean sio lazima kama umeashusha bei, unaweza ukaandika, lakini sema muhimu ni hiyo stock, ni lazima uandike ili mtu aweze kuoda. Labda nitaandika mia mbili. Unaendelea kujaza weight, uzito, upana, hayo yote sio lazima. Sasa kama hii bidhaa iko ya aina tofauti, una uwezo wa kuweka variation, lakini hayo pia sio lazima, maanake mtu akisha kutafuta, unaweza mkaongea, anataka ngapi, anataka ukubwa gani mnaweza mkana ni tusiangaike mkana nayo sana. Lakini baada ya hapo, kuna sehemu hii, hiki kipengele ambapo utaweza kuandika maelezo kuhusiana na hiyo bidhaa. Kwa mfano hapa tutaandika, haya ni mafuta halisi ya nyonyo. Eh, sifa zaidi labda yanafanya kazi ndani ya wiki mbili eh? Yametengenezwa kwa kitu gani? Utajaza hapo maelezo yote kuhusiana na hiyo bidhaa, ipambe upendavyo eh? Kila mtu aweze kusoma na kuelewa hiyo bidhaa inahusu nini. Baada ya hapo, unajiridhisha kwamba kile ulichokiandika ndicho hasa unachokiandika picha umeweka, sijui cosmetics bay stock. Basi baada ya hapo, unaweza ukasema submit for review. Hapa ukibonyeza hapo, ina maana hiyo bidhaa inaenda ku- kupitishwa kwamba sasa ikae Sahili na kuuzwa. Baada ya hapo, utakuta huu ujumbe utatokea, this item is currently being reviewed. Kwa hapo unaiachia hapo, umemaliza. Lakini kama una bidhaa nyingine au huduma nyingine, una uwezo pia wa kuendelea. Kwa mimi nina bidhaa ambayo sio bidhaa, nitoe mfano wa huduma. Ah, turudi kwenye kwenye screen, mfano wa huduma. huduma hiyo ni, utaenda kama kawaida, utaenda items, sawa, alafu utakuja kwenye add item kama kawaida add item lakini baada ya hapo unaenda kwenye picha unatakiwa kuweka picha ya hiyo huduma ambayo unaifanya nachagua hivyo gallery mm -hmm. hiyo huduma nayo ifanya itawakilishwa zaidi na hiki kwamba mchoraji wa ramani baada ya muda ita- italodi ita kidogo itaweka hiyo kitu si ndio Nakuja kwenye sehemu ya jina, andika uchoraji majengo, chochote mtaalamu. Sehemu ya picha nyingine, hapa una uwezo wa kuweka picha zaidi ili kuonyesha kazi ambazo unazifanya na vitu kama hivyo. Kwa hiyo picha nyingine, kwa mfano labda ni hii nyumba Mm-hmm. Na aina, unaweza okay, ukaondoa ina load kwenye sehemu ya aina, unaweza ukaondoa hii physical, ukasema labda hii ni ni vicha ni kazi ambayo sio nani, category ukasema ni eneo ambalo linakufaa kama ukiona hamna kinachoendana, unaweza ukaweka hii sehemu ya katika urahisi lakini tags, price unaandika bei yako ambayo wanaitumia labda laki tatu elfu thelathini Baada ya kuandika price, hakuna mambo mengi. Kama kingekuwa ni kitu ambacho ni labda ni video au ni picha, una uwezo wa kuja kuupload hiyo file. Halitakuwa hewani, lakini litakuwa paka, mtu akilipia ndo atalipata. Kwa hivyo, baada ya hapo unaweza ukaja hapa kwenye maelezo Ne? Nyumba nzuri, nyumba za kisasa. Hmm. Andika jipambe pamba hiyo kazi hiyo hiyo huduma ambayo unaifanya. Eh, weka maelezo yote ambayo yanahitajika yana hapo. Hii nafasi unaweza kaandika mambo mengi hakuna limit kubwa. Japo ukitaka kuandika mambo mengi zaidi ni vizuri ukatumia blog. Basi baada ya kufanya hivyo tutaenda kwenye sehemu ya submit for review ili hiyo bidhaa yetu iweze kuonekana.